Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi yetu ambayo inaitwa mapenzi ni furaha na karaha, sehemu ya ishirini na sita. Sasa kama endapo haujasubscribe channel yetu, hapa chini ya video hii kuna kitufe chenye rangi nyekundu ambacho ukikitazama vizuri kina alama ya kengele, gusa moja kwa moja, utakuwa umesubscribe chaneli yetu ya Baba Sam the King Tanzania TV chaneli. Maanake simulizi zitakapokuwa zikiendelea kupanda hewani, wewe utakuwa ni wa kwanza kabisa kukutana nazo, kwa sababu utakuwa ni mwanafamilia wa chaneli hii. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili uwe mwanafamilia na hatimaye tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Karibu sasa katika sehemu yetu ya ishirini na sita ya simulizi hii. Zaituni alitandika mhogo wa kwanza ukamkwepa Ramadhani ukaenda kugonga katika kichwa cha Loveness. Baada ya kuona kwamba umegonga kichwa cha Loveness ndo akaona sifa sasa akachukua mwingine wa pili. Baada ya kurusha tu, Ramadhani akapanchi ukaanguka chini. Akachukua mwingine akarusha, huku akiwa anazungumza maneno ya ovyo ovyo kwamba haiwezekani amdhalilishe awe na malaya wake harafu amwache yeye, hali ya kwamba wazazi wa Ramadhani walimchagua yeye ndo awe mwanamke wa kuweza kuolewa na Ramadhani. Iweje amekuja kumkuta yuko na malaya mwingine? Sasa hapo, huo ndo ukawa ugomvi sasa. Tandika ni kutandike mihogo, yaani mpaka ikaisha mle katika lile gunia. Kilichofanyika, Ramadhani alisimama na hatimaye akambeba Loveness akampeleka moja kwa moja kulikwepo na baa ambayo ilikuwa karibu kabisa na kijiwe hicho cha kunywea kahawa. Ndipo ambapo aliamua kumwingiza mle ndani. Baada ya kumwingiza mle ndani, akazungumza na wale reception ambao ni wahudumu wa pale pale mapokezi, yaani kabla hajaingia katika baa yenyewe mle ndani kabisa, ambapo kuna viti wamekaa na meza na nini, akazungumza na wale reception kwamba wajaribu kumlinda mwanamke yoyote yu atakayejitokeza wasimruhusu kuingia na hatimaye kuulizia jina la Loveness moja kwa moja walitii kwa sababu aliwaahidi fedha, lakini wao wakasema watalinda bure tu kwa sababu hiyo ni mojawapo ya kusaidiana. Wakajaribu kumhoji kama endapo Ramadhani atakuwa amefumwa, huenda alikwepo gesti, akakataa akawaelezea kisa na mkasa ambacho kilichotokea mpaka hapo ambapo Loveness anajaribu kuwindwa sana na mwanamke huyu wa kuitwa Zaituni. Lakini moja kwa moja alitoka nje na kuchukua ile mihogo yote ambayo aliyokuwa ameisambaza, hatimaye akairudisha tena katika lile gunia. Baada ya kuirudisha katika lile gunia, maanake yeye alikuwa analia akiwa amekaa pale pale chini. Ramadhani alimnyenyua binti huyu wa kuitwa Zaituni, akaanza kumpiga makofi mbele za watu, na hatimaye akamwambia asimzoee kabisa. Akajaribu kumhoji maswali, wakati walipokuwa nyumbani wazazi wake ndo wamemleta. Je, alimkataa kumkataa Zaituni alikiri kwamba Ramadhani alimkataa, akajaribu kumhoji. Wakati wanajaribu kumlazimisha ili aweze kuwa naye, wazazi wake aliwakimbia? Hakuwakimbia? akamwambia aliwakimbia. Ramadhani akajaribu kuuliza kama endapo Zaituni atakuwa na mapenzi ya dhati kweli au kwa vile tu aliona kwamba ni familia ambayo kidogo ina uwezo, kutokana na kwamba akina Ramadhan ndio kati ya wale wanaojiweza wale matajiri wachache wa, wa waliopo hapo katika hicho kijiji. Basi kwa vile binti huyu Zaituni anatoka katika familia duni ya kimaskini manake baada ya kuambiwa kwamba yeye ndo atakayeolewa katika familia hiyo ya kina Ramadhan, manake Ramadhani ndo atakayemuoa. Ndiyo maana aliamua kukubali, kwa sababu alijua tayari huko anaenda kukutana na maisha mazuri, ataanza kula vizuri ili aweze kunenepa. Lakini la hasha, mpenzi msikilizaji, kumbe hakujua hapo ndipo ambapo alijaribu kumhoji kama endapo je, atakuwa kweli na mapenzi ya dhati lakini Zaituni aliamua tu kujitutumua na kusema ndiyo ana mapenzi ya dhati na ndiyo maana ameamua kuleta varangati lote hilo. Ramadhani akarudisha swali kwa huyu binti wa kuitwa Zaituni, hivi inafahamika kwamba mwanamke ndiye ambaye ameshikilia mahusiano kati ya mwanaume na yeye, kwa sababu mwanamume anapokuja kuchumbia au akamtongoza mwanamke, mwanamke akakataa, maanake mwanaume hapo hana swaga yoyote kwa sababu mwanamke ameshakataa. Mwanamke ndiyo nguzo ya mahusiano na mwanamke ndiyo kila kitu katika ndoa, na ndiyo maana hata vitabu vya dini vikasema, mwanamke mpumbavu ndiye anaweza kubomoa ndoa yake kwa mikono yake, kwa sababu yeye ndiye ambaye ameshikilia ndoa, yeye ndiye ameshikilia urafiki kati ya yeye na mwanaume, yeye ndiye ambaye ameshikilia mahusiano ya kimapenzi kati yake yeye pamoja na mwanaume, kwa sababu mwanaume akihitaji aweze kuwa na urafiki na huyu binti hatimaye binti akakataa, unafikiria huyo mwanaume atafanya nini? Atamfosi? Hawezi kulazimisha. Jibu lililopo manake, ataacha. Sasa basi ndipo alijaribu, alijaribu kumuuliza, je, Zaituni, kama endapo yeye kama yeye angekuwa hajisikii kabisa kumpenda Ramadhani, alafu Ramadhani yeye ndo akawa anampenda Zaituni, angembembeleza na hatimaye akaamua kumkataa. Je, angeweza Ramadhani kwenda kuanzisha varangati baada ya kumkuta Zaituni ana mpenzi wake mwingine? Zaituni aliamua kukubaliana na maneno ya Ramadhani akasema hapana. Hapo ndipo ambapo alipojaribu kumwambia basi hata hiki anachojaribu kukifanya sio kizuri, Zaituni mwenyewe, maanake anachokifanya sio kizuri kwa sababu anajaribu kufosi mapenzi ambapo hapendwi. Hilo ndilo jibu sahihi hapo. Zaituni aliondoka moja kwa moja akiwa analia na kuchukua vile vimihogo vi vyake ambavyo alikuwa amesambaza ingawa Ramadhani alimsaidia kuvikusanya na kuvirudisha tena katika lile gunia na hatimaye akavipaki pembeni. Sasa baada ya kupewa makofi na kupewa maswali mbalimbali mbali, mengine akaweza kuyajibu mengine akayashindwa Ndipo hapo alipoamua kusalenda na kuchukua mzigo wake akaondoka. Baada ya kuondoka, hajakaa vizuri Ramadhani, hapo hapo Shamiri naye akatokea, kwa sababu tayari ameshasikia kwamba Ramadhani ameanza kupata pesa na Shamiri alikuwa ni binti ambaye anapenda pesa, ni mwanamke ambaye anapenda pesa. Alipofika pale, alianza kumtongoza Ramadhani bila hata kujali kwamba yeye ni rafiki yake na Loveness na hatimaye wanaweza wakatengeneza ushemeji. Baada ya kuanza kumtongoza, Ramadhani alikataa na hatimaye akaamua kumpiga kofi moja, hatimaye akaondoka mpaka kule reception katika ile baa ambayo aliyokuwa ameacha amewakabidhi wale wahudumu kumkabidhi Loveness kwao ili waweze kumlinda. Hatimaye ndipo ambapo aliamua kumtoa kule na hatimaye akamleta. Baada ya kumleta alimweka kwa nyuma hivi ambapo kulikuwa na benchi kubwa ambalo kidogo kutokana na mwingine aliyekaa nyuma hawezi kuonekana kutokana, kutokana na mwegemeo ambao waliuweka mkubwa wenye magodoro, godoro ambao ni mzuri sana. Hilo benchi lilikuwa benchi zuri sana, ukikaa unanepa kutokana na magodoro yaliyo Baadaye ndipo ambapo alipokuja akakuta bado Shamiri amesimama pale pale, akajaribu kumhoji kwamba alikuwa anasemaje, ndipo hapo alipoanza kufunguka tena na kuanza kumpiga mabusu na kila kitu. Hapo ndipo ambapo akiwa anashuhudia Loveness akiwa nyuma ya lile benchi aliamua kunyenyuka katika lile benchi alipokuwa amekaa na kuja moja kwa moja kwa hasira, akawa anataka kugombana na rafiki yake Shamiri, lakini baada ya kufika pale tu, ili anajaribu kurudisha mkono nyuma ili aweze kumtandika bonge la kofi, lakini Ramadhani aliudaka mkono na hatimaye akamkumbatia na kumpiga busu ikimaanisha kwamba ashushe jazba zake, kwa sababu yeye hayuko pamoja kabisa, wala hakubaliani na haya maneno ambayo Shamiri anayazungumza. Moja kwa moja walianza kubwatizana hapo kimaneno, kima Loveness akawa mkali kweli kweli kwa Ramadhani kutokana na kwamba amemkataza kwa nini namkataza mkataza, simpige? Baada ya kuona Ramadhani mchumba wake amekuwa na hasira nyingi, aliamua kumchukua moja kwa moja na kuondoka naye, akatembea naye moja kwa moja kaelekea nyumbani kwao kwa kina Ravnes, ili kusije kukatokea tena varangati lingine hapo na kweli alifanikisha aliondoka naye mpaka nyumbani, akakuta hepinesi yuko anapika chakula, mama yake na akina hepinesi yupo tu anaotea moto hivi. Hapo ndipo ambapo, baada ya kufika, tayari alimsalimia na hatimaye akajitambulisha vizuri kwamba yeye ndiye mchumba wake na Ravnes na hatimaye mambo yakawa mazuri akawa amekaribishwa kwamba asiondoke kwa wakati huo kwa sababu ilikuwa imeshafika jioni usiku sasa wa saa mbili karibia na nusu hivi baada ya kumuuliza akawaambia kabisa kwamba yeye anaishi katika kijiji kingine ki cha pembezoni. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu yetu ya ishirini na sita ya simulizi hii iitwayo mapenzi ni furaha na karaha Imeishia hapa. Kama endapo umependa simulizi zetu, tunakuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Hadi sehemu ya ishirini na saba ya simulizi hii mapenzi ni furaha na karaha. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515